Amezungumza Fadlu Davis, kocha mkuu wa klabu ya Simba baada ya mechi ya fainali ya kwanza RS Belkane versus Simba Sports Club, mechi ambayo ilimalizika kwa ushindi kwa klabu ya RS Belkane, ushindi wa goli mbili kwa sifuri pale jijini Morocco. Namnukuu hapa: kama wao wamecheza hapa nyumbani kwao, kwa basi kafu atupe na sisi nyumbani kwetu pale kwa Mkapa, maana nakumbuka hata mechi yetu ya Orlando Pirates walituchagulia uwanja huko Nigeria Ila kama haiwezekani, hata wakitaka Simba tucheze mechi zote mbili hapa kwenye uwanja wao, basi sisi tunaweza, Simba inaweza kucheza mechi ya marudiano hapa hapa. Wakitaka tupo tayari. Hatujapata bao ni kweli, ila hatujilaumu. Wao ndio watajilaumu kuto kupata bao la tatu. Hayo ndio maneno ya kocha mkuu wa klabu ya Simba Fadlu Davis akizungumza na waandishi wa habari baada ya mchezo wa fainali ya kwanza uliomalizika kwa ushindi kwa klabu ya RS Berkane ushindi wa goli mbili kwa sifuri dhidi ya klabu ya Simba. Ni upi mtazamo wako juu ya maneno ya kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis? Drop your ya comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television, endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Dakika sita zinatumika kumwangamiza mnyama katika ardhi ya Morocco. Tumetoka kushuhudia mechi ya fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup. Mechi iliwakutanisha RS Berkane dhidi ya Simba Sports Club, mechi ambayo imemalizika kwa ushindi kwa wenyeji RS Berkane, ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Ulikuwa ni mchezo aina yake, mchezo fulani hivi, bao ulikuwa na moto kwelikweli. RS Berkane walianza vizuri kinomanoma. Kipindi cha kwanza ndicho kipindi ambacho kilikuwa cha moto cha kutisha kwa mnyama kipindi ambacho RS Berkane walipeleka moto kweli kweli kwenye lango la Simba. Dakika ya 8 ya mchezo Mamadu Lamine Camara anaandika goli la kwanza kwa RS Berkane. Dakika ya 14 ya mchezo Osama Lamlioui anaweka goli la pili kwa RS Berkane. Mpira likaendelea kupigwa mashambulizi hapa na pale mpaka 45 dakika za kipindi cha kwanza zinatamatika: RS Berkane mbili, Simba Sports Club sifuri. Tukarudi kuzishuhudia dakika nyingine 45, dakika fulani hivi za moto kwelikweli, mashambulizi ya hapa na pale yamepigwa, lakini raundi hii Simba Sports Club wakatuliza bongo kidogo, umakini ukaongezwa, yale makosa makosa ya kipindi cha kwanza na ulinzi ukaongezwa zaidi katika lango la Simba, ulinzi uliopelekea Simba Sports Club waweze kuondoka wakiwa salama katika dakika 45 za kipindi cha pele. Full time RS Belkane mbili, Simba Sports Club sifuri. Sasa ni time tukutane kwa Mkapa ama Amani Stadium kama wasemavyo Simba Sports Club watatoa tamko baada ya mchezo huu wa fainali ya kwanza kumalizika. Huenda hivi karibuni watatoa tamko kwamba mechi itapigwa wapi. Mechi itapigwa Mkapa Stadium ama itapigwa kule Zanzibar Amani Stadium? Tuombe heli Simba Sports Club, mechi ya marudiano mechi ya fainali ya pili ipigwe pale Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, machinjio ya mnyama. Hapo ndipo RS Berkane wataziona goli mbili ni ndogo kinoma-noma. E bwana, hapa ni Super Travel ya Dino Television. Drop comment yako hapo kwenye comment, unahisi ni jambo gani ambalo limefanya Simba Sports Club leo wakashindwa kupata walau hata goli moja katika uwanja nyumbani wa RS Berkane. Drop your comment hapo kwenye comment. Hii hapa ni Super 12 ya Dino Television. Sisi kama Super 12, tunawatakia kila la heri, Simba Sports Club, katika mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 25 Mei. E, siku nane tu zijazo tutaenda kushuhudia mbungi nyingine tena ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. E, kama itapigwa kwa Mkapa, basi tutaweza kuyashuhudia yale maajabu ya soka. Mahali ambapo yasiwezekana uwezekana. Eh bwana chao, mimi naitwa Dennis dinomineto.